wake kutoka kaunti ya Laikipia wameshtumu serikali kwa kujikokota kurejesha usalama kwenye maeneo ya Laikipia kaskazini yaliyoathirika na visa vya mashambulizi ya wezi wa mifugo wakizungumza katika eneo la Kimugandura ambako zaidi ya familia mia moja zimekimbilia kwa ajili ya usalama wao, mbunge wa eneo hilo Sara Korere na mwakilishi wa kike wa Laikipia Jane Kagiri wametaka serikali kuanzisha operesheni ya kuwapokonya wezi hawa bunduki haramu kwenye msitu wa Mukogodo. forest imegeuka ikawa ni kifo kwetu. Hatutumii kwa utalii, hatutumii kulisha mifugo wetu kwa sababu majambazi walio na silaha wamemiliki hiyo msitu. Mimi nauliza serikali, hawa majambazi ni nani anawa protect katika idara ya usalama? Tunataka kujua. Tutahakikisha hiyo msitu imesafishwa kusikuwe na mtu mwingine ambayo atasumbuliwa, mangombe na mbuzi zitaibiwa na zipotelee huko juu. Ni ukweli kusema Laikipia ni watu wa amani. Hatuna bunduki ambazo zisizo halali, lakini sisi tunakuja kupatwa na maadui ambao wako na bunduki. Kwa hivyo one of the actions that must be taken ni ile disarmament. Mtu ambaye ako na bunduki ambayo si halali ni lazima ichukuliwe na iondolewe katika mikono ya watu wananchi, ama wale tunasema raia. Na sisi hatuna uhalifu, sisi ni mali yetu tunanyanganywa, tujai kwenda kupiga mpaka ya kaunti nyingine, wala wao wanakuja wanakuja kuiba mali yetu so tunalilia government ama serikali waje watuangalilie waje watukinge, kwa sababu hao ndio uh, baba zetu hao ndio mama, mama, mama zetu ambayo tumewachagua watulinde. Hao wanafuata sheria ya serikali, kwa sababu serikali wamesema msibebe silaha na wakasema wao wesibeba, wanafuata amri za serikali, so wanalia sana, wanashindwa haji raia wengine wanakuja na silaha kiasi hiyo, wanakuja wanawapiga, wananyang'anya mali yao. Sasa hata hiyo mashule imefungwa, na sisi tuko kwa serikali tunategemea, tuna tuko na serikali wetu, tunashindwa. Kwa nini tunaumia na tuko kwetu? hiyo ndio tunatusumbua sana.